Eneo hili limetawaliwa na majonzi pamoja na simanzi. Unaweza ukawa unajiuliza swali moja tu ambalo linategemea majibu mengi, kwa nini mtoto wa darasa la pili shule ya msingi ajinyonge? Sikitisha, narudia, inasikitisha. Malezi tunayowalea watoto yakiwa kinyume hayana faraja, yanampa msongo wa mawazo, matokeo tutavuna vitu kama hivi. Dodoma TV tumelazimika kupanda mlima pamoja na mabonde kutoka makao makuu ya mji wa Kibaya mpaka kata ya Bwawani, mtaa wa Kivukoni, wilayani Kiteto. Nikamuita kwamba Musa, mbona umesimama hivyo? Sikuitikiwa, huku nikiendelea kusogea. Baada ya kufika pale, kwa kweli akili yangu haikuelewa nini kinachoendelea kaa nimemshika Kuendelea kumuita nikijua kwamba tu ni katika staili ya kusimama lakini sasa ule usimamaji wake ni kama ukanitia shaka kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Na hapa tukaendelea na mahojiano zaidi kwa mashuhuda wa tukio hili. Maana mama na baba anajikita kwenda kutafuta pembeni mwa eneo ambayo anayoishi. Kwa hiyo hata jana mama ya huyu kijana ambaye amejinyonga, mama yake alikuwa hayupo. Ni kifo ambacho huenda kimesababishwa na mtu au kuna sababu za msingi ambazo imefika mahala kichwa kile, akili kulingana na umri imefika mahala akili ikashindwa nini, ichukue maamuzi gani ya kufanya. Taarifa za uhakika zinaelezwa kuwa marehemu aliyeachwa na wazazi wake wawili, yeye akiwa na dada yake akiwa aki na miaka kumi na tano toka mwaka jana, wakidai wanaenda kutafuta maisha, na hapa tukapata fursa ya kuzungumza na mama wa marehemu ana familia yangu yote. Kabla hata Musa hajatoka, mimi nilikuwa nalea familia yangu ya watoto watano, nikiwa mimi ndo baba mimi ndo mama, nabidi ni hangaike ili wapate kula. Kama mnasikia kuna kuua, na hii inaweza ikawa sehemu ya wewe kuua bila bila bila kujielewa, na ni lazima tuseme kweli, tuwe karibu na watoto wetu. Yesu asifiwe sana. Sijasema mimi familia hii hawakuwa karibu, lakini nina shaka maana jana nilivyofika mtoto alivyokuwa amechafuka huwezi kuamini. Na hapa tukamtafuta kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara kwa njia ya simu bila mafanikio. Na hapa tukazungumza na mwenyekiti wa mtaa Asia Shabane kuhusu tukio hili, na hapa anaeleza. Mumshani alinipigia majira ya saa kumi na mbili jioni kwamba nyumbani kwake kuna tukio kubwa limetokea. Nikamuuliza ni tukio gani, akasema kuna mjomba amejinyonga. Nikachukua bodaboda nikuwa eneo mbali kidogo na hapa, nikakimbia na bodaboda. Baada ya kufika nikakuta ni kweli marehemu amejinyonga. Nikawa nimewasili nimefika, nikawa nawasiliana na na OCCID, na OCCID alifika baada ya hapo, wakaja na daktari wakawa wamechunguza, wakakuta yule mtoto kweli amejinyonga. Nikiripotia Dodoma TV kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi